Mabadiliko ya wachezaji wawili kwa Singida. Jaribu kuondoka tena uko Miraji Abdallah Hassan anawekwa chini, ni fao uko chini, chini Miraji Abdallah Hassan na Ogechuko Maurice Chuku. Lucas Almeida Kikoti weka pira mojana, Lucas Almeida Kikoti mapema kipindi hiki cha pili mpira wa adhabu ule, ambaye ameupiga mpira ule, anashangaa tu mlinda mlango Abasogi Amas, pengine ameingia na barka kwelikweli. Umi mwalimu, tazama mpira ule, alikwenda kuuparaza naam. Josephat Bada katika harakati za kwenda kuuokoa ule mpira akaukuta unajaa ndani ya kamba. Haya, Jonathan weka pira moja mrefu, nafasi tena kwa Singida na kwenda kulala mwamuzi anafunika. Mkwaju wa penalti alikwenda kucheza foul mlinda mlango Faris Andgama cheza. Tazama, Bada aliuseti kwa Jonathan Sowah, akaenda mlinda mlango kwenda kucheza miguu ya Jonathan Sowah hiyo hapo, timing yake ilikosea ama alikosea Fares Andrew Gama. Uh, na Fares Andrew gama kwa jwa penalti Jonathan Sowah moja moja, anauweka mpira ndani ya kamba. Jonathan Sowah moja moja uh, na kauweka kambani yeye mwenyewe Sowa Jonathan alifata gokipa Faris, lakini kwa na kali anaamisha upande, lakini anakataa lame. Kilawi amara Bagayoko, Bakari Suleman Msimu, Bakari Bakari anaja kuingia nalo, Bakari simu mara pili, Bakari Suleman Msimu. Anaonyanyua tena, Coastal Union bao la pili kwa Coastal Union. Alikuwa anaondoka kama ataishia hapa, ataishia pale, akamaliza safari yake kwenye nyavu za Singida Black Stars. Alikwenda mwenyewe, hakutaka mtu mwingine asaidie safari yake. Ametoka mlinda mlango Abasogi Amas, akapishana nao, ule mpira ukaenda kwenye kamba zile